Kwa nini Allah akasema iqra ambayo ina maana ya soma. Soma. Taib, hapa kuna maswali mengi sana ya kujiuliza. Moja, iqra kwa mtu ambaye hajui kusoma, ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa pili ni iqra kwa mtu ambaye anapewa ujumbe kwa ajili ya Allah. Yani ingelikuwa katika akili za kibinadamu ingeanza wa'bud rabbak muabudu Mola wako. Lakini kaanza iqra kwa nini? Kwa sababu kwanza, hadhihi al-aya wa hadhihi al-kalima tudhakkiru al-insanu sharafahu. Hii aya na hili neno la mwanzo kabisa linamkumbusha mwanadamu utukufu wake, sawa, utukufu wake pamoja na heshima yake, pale walipoambiwa soma. Kwa nini? Kwa sababu elimu ndio kitu cha kwanza katika huu ulimwengu ambacho kimemuinua mwanadamu kikamweka katika daraja ya juu sawa. Tayib, alipoumbwa Nabiiullahi Adam alaihi salam, Allah aliamrisha malaika wafanye nini? Wamsujudie. Sio kwa sababu gani? Waallama adam alasmaa kullaha, kwa sababu Allah alimfundisha Adam majina ya vitu vyote, kisha akamwamrisha awatajie malaika sawa. Kwa kitu cha kwanza ambacho kimempa sharafu mwanadamu kuanzia kuumbwa kwake ni yeye kuwa na elimu. Falidhalika, mtu yoyote ambaye anataka kuwa na sharafu katika maisha na kuwa na heshima basi ajitahidi kuwa na elimu sawa. Elimu iliyokusudiwa hapa katika hii aya namba moja, kwa muislamu mwanadamu wajibu ni yeye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio elimu ya kwanza, amjue Allah subhanahu wa ta'ala, amjue mtume sallallahu alayhi wasallam wa na aifahamu dini ya Uislamu kwa dalili. Hii ndio elimu ya wajibu kwa Muislamu. Na elimu ya pili ni yeye kuyajua mambo ambayo anayahitajia katika maisha yake, akawa na elimu za kujua mathalan mambo ya science eh, e, kujua mambo ya anga, elimu ya mazingira, elimu ya mazingira yeye e, kujua haya mambo